Wazazi na walezi wa vijana wa kidato cha sita ambao tuna, tuna, wanatarajia kumaliza kidato cha sita mwaka kwa mwaka huu na itakuwa mwezi wa tano, kwa hiyo mwezi wa sita e, tutawaita kuja kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa. E, yapo mengi watajifunza. Nadhani mzazi au mlezi asipate hofu ya kumleta kijana wake ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa, atafundishwa maadili mazuri e, tunaamini hata kule nyumbani wanafundishwa maadili mazuri, shuleni wamefundishwa maadili mazuri, wengine makanisani, misikitini wanaendelea kufundishwa maadili mazuri, lakini sisi vilevile kama sehemu ya, ya, ya, ya kutoa elimu kwa vijana E, tuna, tuna, tuna watapata maadili mazuri kabisa ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Tutawafundisha namna ya, ya kuishi kama kijana kama kijana wa Kitanzania, kijana atakaye kupata sifa. Tunategemea kijana wake atakapotoka hapa kutoka ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa kurudi nyumbani atakuwa na sifa nne za msingi. Tunategemea kijana huyo tuwe tumemgrumu katika nidhamu, awe na nidhamu njema ambayo tunaamini ametoka naye nyumbani, lakini huku tunaendelea kuibrush, lakini tunategemea kijana huyu atakuwa ni mtifu. Tunajaribu tunajitahidi kuhakisha kwamba tunamtengeneza katika mazingira kwamba huyu kijana awe mtii, lakini tunataka kijana ambaye tutam, tunamtengeneza kuwa mwaminifu, kuwa mwaminifu kwenye jamii yake, kuwa mwaminifu kwa taifa, lakini mwisho wa siku tunataka kijana ambaye atakuwa ni kijana ambaye ana, ana anapenda kazi. Hilo ndio kitu cha msingi. Kijana ambaye ana utaratibu wa, wa kulala na kuamka, kijana ambaye anajua sasa hivi afanye nini na baadaye atafanya nini, anayeishi kwa utaratibu, ndio vijana ambao tunategemea. Kwa hiyo kitategemea mjana ambaye atapata sifa za namna hiyo baada ya kuhudhuria mafunzo yetu ya Jeshi la Kujenga Taifa, Taifa kwa muda wa miezi mitatu. Kwa hiyo wazazi, ninawaasa ni, ni wawalete vijana wao wasiwazuie. Vijana wanakaribishwa Jeshi la Kujenga Taifa.